Kwa majina yanaitwa Daniel Mapunda, ni afisa madini wa mkoa wa Shinyanga. Kwenye mkoa wetu wa Shinyanga tunazo shughuli mbalimbali za madini ambazo zinajumuisha tafiti, uchimbaji, uchenjuaji na biashara ya madini, na shughuli hizi zinafanyika kwenye wilaya zote mbili, wilaya ya Kishapu na wilaya ya Shinyanga, wilaya ambazo zinaunda eh, mkoa wa kimadini ambao tunaosimamia. Kwa kama ambavyo nimeeleza, yuko fursa mbalimbali kwenye maeneo hayo na tunao uwekezaji wa migodi e, ya uchimbaji mkubwa miwili na uchimbaji wa kati mgodi mmoja, lakini pia tuna shughuli za uchimbaji mdogo e, zenye leseni e, takriban 375 ambazo zimetawanyika kwenye hizi wilaya mbili ambazo nimezungumzia e, na mbali na hapo, kama nilivyosema, pia ziko fursa ambazo zinahusisha shughuli za uchenjuaji madini. Kwa hiyo tunao wajasiriamali wengi ambao wamewekeza kwenye shughuli za uchenjuaji, na tuna mitambo ya aina mbalimbali ya shughuli za uchenjuaji madini takriban mia moja hamsini kwenye eneo ambalo tunasimamia. Kwa hiyo unaweza ukaona namna ambavyo shughuli hizi zimeshamiri kwenye maeneo haya mawili e, ya wilaya ya Kishapu na Shinyanga na mwishoni kabisa baada ya biashara eh, shughuli za uchenjuaji kukamilika, tunazo biashara ambazo zinafanyika kwenye masoko ambayo tunayo kwenye mkoa wetu wa madini. Shinyanga tunalo soko moja eh, la madini, soko kuu ambalo linapatikana halmashauri ya Manispaa ya Shinyanga, lakini tunazo vituo vitano eh, vya ununuzi ambavyo viko kwenye wilaya hizi mbili ambazo nimezitaja. Kwa hiyo kwa ujumla wake, tunaona fursa mbalimbali ambazo tunazo kwenye sekta ya madini kuanzia kwenye tafiti mpaka kwenye biashara ya madini ya kama ambavyo nimeeleza, nafikiri ziko fursa mbalimbali za uwekezaji, lakini pia ni vizuri tukafafanua. Kwenye mkoa wa Shinyanga tuna aina kuu mbili za madini ambazo ni madini ya dhahabu na madini ya almasi e, kama tunavyofahamu, nafikiri mkoa wa Shinyanga ndio mkoa pekee ambao unazalisha madini ya almasi lakini pia tunayo madini ujenzi okay. E, kama ambavyo tunafahamu shughuli mbalimbali za ujenzi zinafanya matumizi ya madini ujenzi na hayo tunayo kwenye wilaya zote ambazo tunazisimamia. Kwa hiyo kwa ufupi, naweza nikasema kwamba bado kuna nafasi ya uwekezaji mbalimbali ya e, kuja kuwekeza kwenye shughuli za uchimbaji, lakini pia na biashara ya madini kwenye mkoa wa Shinyanga.